David Mtimbi mwaka. Mimi ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika ompinganyiko kwa Dodoma, kumeundwa na kusajiliwa mwaka huu e, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya ajira. Bajeti ya leo kwa kweli kwa kusikiza, kwanza nimpongeze, nimpongeze sana mheshimiwa Hussein Bashe kwa kutayarisha bajeti nzuri ambayo kiasi kikubwa sana imetugusa sana sisi wakulima. Mimi ni mwenyekiti wa ma za pia utakuta kwamba hii bajeti ambayo imesomwa leo inaeleza jinsi gani serikali ya awamu ya sita ina nia thabiti ya kuendelea kuwasaidia wakulima na kuendelea kukuza kilimo Tanzania. Tukiona mambo ya ruzuku eanda ruzuku, kwa kweli ametoa uba nzuri sana kwenye ruzuku, kwamba na hii ruzuku ndio inakwenda kuwasaidia wakulima, hasa wakulima wa chini kuweza kwa kulima kwa ufasaha kulima, kulima kwa kwa uzuri, kwa sababu ruzuku iko kwenye mbegu, iko kwenye mbolea, kwenye gatirishi mbalimbali ambayo itawasaidia sana wakulima nchini kuweza kujitoa katika hali duni alionayo kwenda kwenye hali ya uchumi wa juu zaidi. Kila mwaka tunazidi kwenda, nadhani na nyie ni mashuhuda, mnaweza mkaona toka amekamata Bashe wizara ya kilimo, kilimo kilimo Tanzania sasa kimeweza kwenda juu. Ukichukua data, vitu vingi sana vinapanda, uzalishaji wa chakula mekuwa mkubwa, na hata hali ya maisha ya wale wakulima imebadilika kwa sababu anajali sana. Kwa wakulima anajali sana mahitaji yao na kuona jinsi gani ya kuwasaidia, kwa hiyo namsifia sana kwa kitu hicho. Lakini nafurahi zaidi kusikia kwamba benki ya ushirika inaanzishwa. Lakini hata juzi tulikuwa na jukwaa la ushirika, tulikuwa mmoja wa wadau wetu. Kwa kweli sisi kama wakulima tunafurahi sana kwa sababu itatusaidia na, na, na yale malengo yetu ambayo tulikuwa tunakwama kupata kwenye benki zingine, yenyewe kwa sababu ndio benki mama ya wakulima, inaweza ikajua sisi mahitaji yetu ni vipi na tuna mapungufu gani

Imenifurahisha bajeti ya mwaka huu kabisa, kwenda mbele na natukividi kushikana ile agenda 10 sate. Anasema pamoja na kwamba mpaka sasa kwa takwimu zilizopo tunafikia 4.2, tunataka tufike 10, tutafika na kwa miaka mitano 10 sate, ili tuweze kuona kulima jinsi gani wanaweza wakaisaidia nchi hii iweze kuwa ni unalisha, sio Tanzania tu, Afrika, inawezekana sehemu kubwa ya dunia.